rasmi Ally Hapi, katibu mkuu wa wazazi taifa, vilioko mbele yako ni vijana wa itifaki vilao Singida mjini, tunakuomba ukabidhi uwa, ikiwa ni ishara ya amani, upendo na mshikamano wetu kwako na kwa kuomba ujisikie huko nyumbani tena nyumbani salama machifu wa mkoa wa Singida pamoja na wazee wa Singida na heshima. Lakini vile vile tunakupa bakora fimbo hii, fimbo inakuwa na kiongozi atakuongoza wewe. Fimbo hii hii ni kuonyeshea vidole watu wasiokuwa na njema na nchi yetu. Sisi kama machifu, wazee na wakazi wa Singida na Tanzania kwa ujumla, tunamuunga mkono mama yetu Samia Suluhu Hassan. Na washukuru wazee kwa kunipa hii bakora. Kama mlivyosema, mzazi ana watoto wengi sasa, inawezekana kuna watoto wengine watukutu ambao kwa, <laughs> <laughs> <Mbao>, kwa makusudi <laughs> au kwa ujinga wakawa wanafikiria kuharibu amani wa na mm. nchi yetu nani? kwa makusudi au kwa ujinga wakawa wanafikiria kwamba mafanikio tulionayo ni jambo ambalo halina thamani, basi tutatumia bakora hii kuendelea kuwaelimisha na kuwarudisha katika mstari, ili wawe raia wawe raia wema watakaoshukuru mafanikio tulio nayo, amani tuliyonayo waienzi umoja na mshikamano wetu wa kitaifa na kuwa raia ambao wanaamini katika kujenga hoja na kutumia nguvu ya hoja badala ya hoja ya nguvu.